Chama cha siasa kinakataa kushiriki uchaguzi, manake hicho ni kiashiria ya wao kutaka fujo, kwa sababu mamlaka ya nchi hii na madaraka inapatikana kwenye sanduku la kura tu. Sisiemoye. Sasa mimi nimekaa hapa na shangaa tu, amekuja ndugu yangu Ubashe amemwaga data, Aweso amemwaga data Mwigulu amemwaga data ya miradi mingi ya maendeleo yaliyofanyika katika taifa letu ndani ya miaka hii minne ya mheshimiwa rais Dr Samia Suluhu Hassan, na wazungu wanasema numbers don't lie, takwimu hizi hazidanganyi. Sawa sawa. Sasa huko nje kuna watu kazi yao ni hakuna maendeleo, wanatupotezea muda. CCM oye! kwa hiyo ndugu zangu mimi asubuhi hii ya leo napenda niwaambie mimi ni mjumbe nimekuwa mjumbe wa kamati kuu wa hicho chama nilichotoka kwa miaka kumi na tano kwenye hicho chama nilikuwa senior kwa sababu nimekuwa mjumbe wa kamati kuu kwa miaka kumi na tano naelewa ninapoambia kwamba hakuna mikakati wala mipango mnielewe ninachosema kwa sababu mimi ni shahidi aliyetoka huko. Sawa sawa.